Jamii ya East Africa yatikisika. Kauli ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda kudai kuwa Bahari ya Hindi ya Kenya au the Indian Ocean ni yake imewasha moto mkubwa kuliko kile tuliona kwenye drama za Gen Z. Lakini cha kushangaza, sio kauli tu ya Rais Museveni ndio imezua gumzo, bali jinsi Wakenya walivyomjibu. Leo nitakuonyesha video kwa video, jinsi Wakenya walivyogeuza mada hii kuwa vichekesho, kelele, maswali mazito na hata vitisho vya kurudisha jeshi la majini. Lakini je, hii ni komedi tu au kuna kauli ya siri nyuma ya mchezo? Hebu tuingie ndani zaidi, tukianzia kwenye mzizi wa moto huu.

Kama ulivyosikia hiyo ni sauti ya Rais Yoweri Museveni mwenyewe akisema hadharani kuwa bahari ya Hindi iliyopo Kenya ni yake na Uganda inastahili kuimiliki, kauli ambayo imeitikisa si Kenya pekee bali East Africa nzima, na watu wanauliza hivi hivi, ni kweli tunaanza vita vya mipaka mwaka 2025? Sasa baada ya kauli hii, Wakenya wakukaa kimya. Na hapa ndipo mambo yalipoanza kufurahisha. Kwanza kabisa, tunaanza na huyu Mkenya kwenye listi yetu, akisema kauli ya Rais Museveni sio serious kabisa. Anadai hii ni game ya ya kugeuza macho ya Wakenya kutoka Tanzania kwenda Uganda, yani kutoka vita vya Kenya versus Tanzania hadi Kenya versus Uganda. Kwa lugha rahisi, wanacheza na akili zetu. Hey guys, let us be wise. Unajua kuna game inachezwa hapa, hii mambo ya Museveni ya kwamba anataka Indian Ocean, it is a game. Wajua Wakenya are very good at when it comes to online issues, online criticism, we are very good na ile criticism tulikuwa tumepiga nayo Tanzania government yule mama suluhisho, ile criticism tulikuwa tumempiga nayo mpaka ilikuwa imeanza ku attract international attention. Sasa wakakaa wakajiuliza, hawa watu tutawatoa vipi concentration yao Tanzania? Wakasema tuipeleke Uganda, kwa sababu president hawezi tuamka amka aseme mimi nataka territory nchi fulani, mpaka aseme kutakuwa na vita na president wa hiyo nchi anyamaze, deputy wa hiyo nchi president anyamaze, mkubwa wa jeshi wa hiyo, wamenyapipwa just silent. Tunatupa Tanzania imerudi Uganda. These guys know what they're doing. Alafu, dada wa Kenya amegeuza kitu kizito kuwa komedi safi. Amesema na suluhisho lisilouma kwa Uganda kupata bahari yao. Suluhisho lake ni njia za mkato ambazo hata Google Maps haijawahi kuonyesha. Huu dada ametuonyesha kuwa Wakenya wanaweza kufanya siasa kuwa comedy show ya bure. Ocean alikuwa anasema kutakuwa na war na watu wa Ukraine, vile war iko hataki kupatikana kwa situation yenye hawezi kujidefend. Kwa sababu so ndio kwa maana anatuambia anataka part ya ocean of which tujasema tumekataa kwa sababu ile tunaona hawana the way out. Na hata watu, wo, wo ikikuwa wataenda kujidefend aje na sisi ndio tutaanziwa. So kuna solution yenye Kenya tumepata. Tumesema, ocean? The only solution ni kutu join. So hiyo kauntri yake tunafaa kuigeuza vile babu wino amesema hapa, in case of anything, ofnythin, wakitujoin tunaweka inakuwa one of our counties na tunasonga mbele nao. Hata kama hiyo woo itakuja, tutawa defend pamoja nao such that tunawa accept swings mauno kama kawaida, hawezi kukosa kwenye drama za east Africa. Anawaambia watu wa Mombasa, jiandaeni mmiliki wa bahari amerudi kuichukua. Ukiangalia vizuri maneno yake ni ya mzaa, lakini yanaonyesha kitu kimoja, ya kwamba wakenya wana njia yao ya kushughulikia tension, chokochoko na comedy. watu wa Mombasa, amkeni, mwenye ushe na naikujia <laughs> mumfungie teka, wewe aitoke hapo. in fact hapo tunaweza weka housing levy. mabedi sita hapo kama milioni nne.

Ndo amekumbuka ni yake, na hiyo miaka yote ameishi kama amenyamaza tu. Sasa saa hii ameona ni kama we come for it, basi kujia njoo, come for your ocean because even it is tiring us, hmm? Alafu, huyu dada mwingine wa Kenya anasema daktari amempa ruhusa ya kuongea, na sasa yuko tayari kuwajibu ndugu zetu wa Uganda. Anauliza, hivi, navy yenu ikija Kenya, iko tayari kweli? Yaani, dada huyu amechukua national security topic na akaigeuza kuwa a roast battle. Wendi ulileta hapo penye hiko. What is wrong with East African leaders? Hey. Uganda na Bahari la Hindi. Ni wapi kwa wapi? Okay. Sawa, ni yako. Leta nevi enu tuone kama inatosha. And make sure they have equipment. Izo pata mradi za Kiswahili. And then shule mkajifundishe. What the fuck is this? Na huyu jamaa naye hawezi kuachwa nyuma kwenye list, anacheka mpaka basi tu, anamwambia Museveni kwamba Kenya wanawaruhusu kupitisha mizigo kutoka Mombasa hadi Uganda, ila sasa anadai bahari pia. <laughs> yeah, you ready Museveni? Indian Ocean belongs to me <laughs> Sometimes learning is a very good thing, thing. my friend. Sometimes learning is a very good thing. It can help people to learn something. You know we are doing you favor. Hmm? We are giving we are doing you favor. We are just allowing you to pass. Eh, to pass with your goods from uh, Indian Ocean to your country without any quarrel. Now you you are trying to bring we <laughs> We will close it. We will close close it. it. <laughs> You know you don't know. <laughs> we mkongwe you will know you don't know kenya is a no go zone that <laughs> indian ocean belongs to me be on your lock country eh? landlocked country just be there eh? my friend even our migingo mnataka kuchukua kaeni na landlock yenu tuone who smart mtumie ndege Halafu huyu dada mwenye hijabu naye anatoa swali ambalo limewafanya watu wafikirie mara mbili, na anauliza, rais wangapi wa Kenya wamepita kabla Museveni ajue kuwa bahari ni ya Uganda? Swali dogo lakini lina punch kubwa.

Now na hapa ndipo mchezo unageuza tension. mtoto wa rais Museveni ambaye pia ni mkuu wa majeshi, anawapa Kenya masaa nane tu waachie Bahari ya Hindi au the Indian Ocean kwa Uganda. Hii sasa imekuwa komedi. Hii ni kauli ambayo iliwafanya watu wa east Africa kutulia kimya kwa dakika moja. Kwa ujumla, kauli ya Museveni imeleta mchanganyiko wa hisia, kutoka uoga, utani, matusi ya kisiasa hadi komedi kali, kutoka kwa wanatiktok wa Kenya. Lakini swali linaendelea kubaki, hii ilikuwa kauli ya mzaha au kuna kitu kikubwa kinaiva kwenye siasa za east Africa na hatujui? Niachie maoni yako kwenye comment section. Wewe unadhani Museveni alikuwa serious au alikuwa anafanya show eh? Bwana, mi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana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 kujitajirisha na kuvua samaki zetu na kufanya biashara zao, na ndio sababu nimetengeneza wizara maalum, kwa sababu tuko na nafasi ya uchumi na kuza, na kuwa na chakula na kupanga ajira ya vijana wetu kwa mambo ya processing kutokana na ile mali tuko nayo ya samaki na mambo mengine katika bahari zetu. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba under that program tumekubaliana tutakuwa na landing sites kule Lamu, tutakuwa na landing site hapa Ngomeni, tutakuwa na landing site kichwa cha kati hapa Kilifi, tutakuwa na landing site kule Liwatoni kule Shimoni na kule Gaze. Hizo landing sites, tutashirikiana na private private developers under the private public partnership program, ili tuhakikishe ya kwamba mali ambayo tuko nayo hapa katika bahari inafaidi watu wa pwani na watu wa Kenya. Na hiyo ndio kazi ndugu yangu Salim Buria atashughulikia akiungana na magavana.